Asubuhi tulivu ya siku za mapema za mwezi wa Februari katika mwaka 1990, Kenya iliamka ikiwa imezingirwa na hali ya sintofahamu. Ajabu haikuwa kwamba waziri wa mambo ya nje, Daktari Robert John Ouko, hakuonekana nyumbani kwake Koru. La kusikitisha lilikuwa kwamba kutoweka kwake kuligeuka kuwa mwanzo wa moja ya siri nzito zaidi katika historia ya kisiasa ya nchi ya Kenya. Tukio hilo lilizua mazungumzo, hofu na mjadala usioisha ambao hadi leo unaendelea kufunika kumbukumbu kumbu yake kama wingu jeusi la maswali yasiyo na majibu. Kila kitu kilianza kwa utulivu kamili. Dkt. Ouko alipanga safari yake ya kuelekea Nairobi mnamo siku ya Jumatatu ya tarehe 12 mwezi Februari mwaka 1990. Alimwambia mkewe Christabel kuwa yeye angeondoka kwa barabara na kwamba wangekutana tena siku iliyofuata. Alionekana mwenye utulivu mwenye mwenye mpangilio na mwenye imani kwamba mambo yote yatakwenda kama alivyopanga. Jioni hiyo hiyo alipokea wageni kadhaa akiwemo dada yake dada Dorothy Reilka aliyefika nyumbani kwake kwa lengo la kumwangalia na kuzungumza naye. Mazungumzo yao yalikuwa ya kawaida, lakini nyuma yake kulikuwa na msuguano wa kisiasa ambao Daktari Ouko aliubeba moyoni. Kulipokaribia usiku wa manane, taarifa mbalimbali zilieleza kuwa maeneo ya nyumbani kwake yalikuwa kimya kabisa. Askari aliyekuwa akilinda nyumba yake, Konstebo Zablo Nagalo, aliwahi kusema baadaye kwamba hakusikia kilio chochote wala sauti yoyote ajabu. Alisema hakuona harakati zozote zinazoweza kuashiria tukio lisilo la kawaida, lakini kauli yake iligonga ukuta wa maswali mengi, kwani baadaye ilisemekana kuwa kulikuwa na watu waliokuwa wameonekana karibu na makazi ya waziri katika saa hizo hizo za usiku. Kipindi cha usiku kinaendelea kubaki kizito katika historia ya tukio hili. Watu wengine katika eneo la Koru walidai kuona gari jeupe au jeusi lililokuwa limewaka taa likisimama karibu na nyumba ya waziri. Ndani yake waliona watu waliovalia mavazi rasmi wakionekana kana kwamba walikuwa na jukumu maalumu. Hata hivyo hakuna aliyeweza kusema wazi nini kilikuwa kinaendelea. Woga, mamlaka na ukimya vilitawala mazingira ya usiku huo. Alfajiri ya siku iliyofuata iligundulika kwamba waziri hayupo nyumbani. Mlango wake ulikuwa wazi, kitanda hakikutumiwa, na gari lake lilikuwa halipo. Mfanyakazi wa ndani ndiye aliyepiga kelele za kwanza za tahadhari. Mkewe Christabel alipoambiwa, aliingia katika hali ya wasiwasi mkubwa. Jambo la kwanza lililomkumba ni wazo kwamba mumewe alikuwa ameondoka haraka kwenda kwenye kazi ya dharura, lakini walipokosa habari zozote rasmi, hali ikawa ya wasiwasi mkubwa zaidi. Habari zilianza kusambaa kwamba kulikuwa na msafara wa magari uliosafiri usiku huo kutoka Koru kuelekea ikulu ya Nakuru. Msafara huo ulidaiwa kujumuisha gari lililobeba watu walioonekana kama maafisa wa serikali. Mashuhuda wengine walidai kuwa Dokta Ouko alionekana akiwa katika moja ya magari hayo, ingawa kauli hizo hazikuwahi kuthibitishwa kikamilifu. Hii ilizidisha tu kivuli cha maswali yasiyoisha. Je, alichukuliwa? Je, aliitwa ghafla? Je, alikuwa katika hatari? Hakuna aliyekuwa na jibu. Usafiri huo ulipowasili Nakuru, kulingana na baadhi ya taarifa, mazingira katika ikulu ya Nakuru yalikuwa ya farakano. Baadhi ya wanajeshi waliokuwa zamu walidai kuiona sura ya waziri ikiwa imetawaliwa na msongo wa mawazo. Walakini, hakuna ushuhuda rasmi uliowahi kutolewa kuhusu kilichotokea kati ya saa za alfajiri na saa za adhuhuri ndani ya ikulu hiyo. Ni kama wakati huo ulifutwa katika kumbukumbu za kihistoria. Yalipotimia majira ya adhuhuri, kulikuwa hakuna taarifa zozote za mahali alipo waziri. Familia yake ilianza kusambaza habari za kumtafuta, simu zilikatika bila majibu, na katika wizara yake wafanyakazi walishangaa kutomuona kazini. Kila dakika ilizidi kuibua hofu kwamba kulikuwa na jambo kubwa limefichwa. Mnamo siku ya tarehe 16 mwezi Februari mwaka 1990, taarifa nzito ililipuka kama bomu. Mwili wa Dkt. Robert Ouko ulikuwa umepatikana katika eneo la Got Alila Hills umbali wa takribani kilomita 6 kutoka nyumbani kwake Koru. Taarifa hiyo ilienea kote nchini kwa kasi isiyo ya kawaida. Watu walihisi huzuni, hasira na mshangao mkubwa. Serikali ilitangaza mara moja kwamba uchunguzi kamili ungeanzishwa, lakini hata tangazo hilo halikutosha kuzima moto wa maswali yaliyokuwa yakiwaka. Alikuwaje katika eneo hilo? Alipelekwa na nani? Alipotea kwa siku ngapi? Aliumia vipi? Na kwa nini? Christabel Ouko alijikuta katika wimbi kubwa la huzuni na maumivu ya moyo, lakini zaidi ya hayo, alijikuta katika vita dhidi ya ukuta wa ukimya. Aliuliza maswali mengi kuliko majibu aliyoyapata. Alipojaribu kutafuta taarifa kutoka kwa mamlaka mbalimbali, hakupata majibu ya kuridhisha. Badala yake, alijikuta akizungukwa na taarifa zilizokuwa zikifichwa, zikifutwa au kuzungumzwa kwa sauti ndogo sana. Katika uchunguzi wa awali kulijitokeza taarifa za siri ambazo zilidai kwamba katika siku ambazo waziri alitoweka kulikuwa na mvutano mkali wa kisiasa kati yake na baadhi ya viongozi wenye mamlaka. Hata hivyo, ripoti hizi hazikuwahi kuthibitishwa hadharani. Badala yake zikazama ndani ya mlima wa taarifa zinazokinzana. Kisha ikaja taarifa kuhusu sauti iliyodaiwa kurekodiwa ikimhusisha mmoja wa watu waliokuwa karibu na mamlaka ya juu. Mazungumzo hayo yalidaiwa kuhusiana na tatizo ambalo lilikuwa limeshughulikiwa, ingawa haikuwekwa wazi kuwa walikuwa wakizungumzia nini. Wachunguzi wengi walifananisha kauli hizo na tukio la waziri, lakini bila uthibitisho wa moja kwa moja ilikuwa vigumu kusimama na kauli moja. Katika ripoti nyingine, afisa mmoja wa uchunguzi, Inspector James Lando, alidai kupata nyaraka za siri kutoka ofisi za ikulu ya Nakuru ambazo zilionyesha kuwa waziri alichukuliwa kutoka nyumbani kwake, kisha akafikishwa mahali palipojawa na hali ya shinikizo na mvutano. Nyaraka hizo zilidai mambo mazito, lakini mara tu zilipotajwa, zilitoweka. Huku kila upande ukizidi kutoa taarifa na kukana taarifa, taifa lilizama kwenye giza nene la kuchanganyikiwa. Maelfu ya wananchi walijitokeza kumlilia waziri wakipaza sauti kwamba ukweli lazima ujulikane. Moja ya kauli zilizotawala ilikuwa haki ya Daktari Robert Ouko lazima ipatikane. Lakini miaka ilivyozidi kusonga, uchunguzi ulichukua sura ya mfululizo wa vikao, kamati na ripoti ambazo hazikuwahi kuzaa jibu la mwisho. Mashahidi walijiondoa, wengine walinyamaza, na baadhi ya vielelezo vilipotea. Mwisho wa yote, taifa lilijikuta likikubali ukweli mchungu: kesi ya kifo cha Robert Ouko haikuwahi kufungwa rasmi, lakini urithi wake haukupotea. Alikumbukwa kama mwanadiplomasia hodari, mpenda nchi na mtu mwenye maono makubwa. Alisimamia miradi mizito iliyokuwa na uwezo wa kubadilisha taswira ya Kenya kimataifa hata leo